Wa West TV. King News kutoka mkoani Tabora ambapo kikosi cha Yanga kilikuwa na mchezo dhidi ya Tabora United na kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa sifuri goli la Patrick Israel Mwenda na goli la Prince Mpumelelo Ledube Silent Killer pamoja na Clementine Zinzi. Lakini baada ya mchezo huo, usiku wa kuamkia baada ya mchezo, Ally Shaabani Kamwe msemaji na afisa habari wa kikosi cha Young Africans anashikiliwa na jeshi la polisi, na jeshi la polisi limeweza kuthibitisha kwamba uh, Ali Shahabani Kamwe anashikiliwa na jeshi la polisi kwa sababu ya kutoa kauli ambazo sio za kiungwana, sio nzuri kwa viongozi uh, wa serikali. Huku uh, ishu kubwa ni sakata la Ali Shahabani Kamwe dhidi ya mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha ambapo kulikuwa kama kuna maneno hivyo yanarushiana, lakini kauli ya mwisho Ally Shabani Kamwe alisikika akisema mwambieni huyopo Chacha hata Chacha e, na kauli nyingine nyingi ambazo wengi tunazitafsiri kwamba ndizo kauli ambazo zimepelekea Ally Shabani Kamwe kukamatwa na jeshi la polisi la Tabora, lakini pia kuelekea mchezo wao dhidi ya kikosi cha Tabora United maneno yalikuwa tayari ni mengi nje ya uwanja, huku Yanga wakituhumiwa kutoa rushwa, wakituhumiwa na sakata la rushwa kuwashawishi wachezaji wa kikosi cha Tabora United ili walegeze mchezo. Mfano mzuri ni golikipa ambaye kuna sauti yake ilivuja akizungumza na mmoja wa watu wa Yanga ni ni kiongozi au mtu wa karibu wa Yanga akimshawishi alegeze mechi ili Yanga waweze kupata goli, lakini kitendo cha kuvuja ilionekana kwamba hawakuwa tayari wao kama Tabora. Na Tabora wao pia walishathibitisha kwamba endapo mchezaji yoyote atathibitika E, na skendo yoyote au harufu yoyote ya rushwa basi watamwondoa katika kikosi chao. Walishafanya hivyo kwa Huseni Masaranga ambaye kwa sasa anakipiga katika kikosi cha Singida Big Stars. Kwa hiyo sakata hili limeendelea kubwa, limeendelea kuwa kubwa, limeendelea kubamba sana kwa sababu Ali Shabani Kamwe mpaka sasa yupo kolokoloni akiendelea na mahojiano dhidi ya polisi wa mkoa wa Tabora, huku po chacha mkuu mkoa wa Tabora ambaye tunasema eh, sakata lake ndipo la alikama kukamatwa limeanzia kwake yeye. Bana hakuwa na maneno mengi, aliwaahidi Tabora United kiasi cha shilingi milioni 60, eh, endapo watawafunga kikosi cha Yanga. Na huo umekuwa ni mwendelezo, kwa sababu eh, walivyofungwa Yanga mchezo wa kwanza kwa tatu kwa moja, Tabora United walinufaika kiasi cha shilingi milioni 30, lakini Tabora walipofunga Azam FC walikuwa na milioni 40 lakini baadaye wakaahidiwa kiasi cha milioni 50 endapo watawafunga Simba Sports Club, lakini imeshindikana kuwafunga Simba Sports. Kwa zile milioni 50 hazikutumika, ikaongezwa 10 nyingine endapo Tabora watawafunga kikosi cha Yanga, lakini matokeo ni Yanga, amepigwa amewapiga goli tatu. Tabora milioni 60 wamezikosa, lakini wao hasira wamezisogeza upande wa pili, na sasa a, hasira zimeenda kuathirika moja kwa moja kwa upande wa Yanga a, Shaabani Kamwe yupo ndani korokoroni, aendelee kujibia tuhuma zake za kutoa kauli ambazo sizo za kiungwana kwa viongozi wa serikali, mfano mkuu wa mkoa wa Tabora, Paul Chacha. Yule ni mwakilishi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mkoa wa Tabora, na ndio maana Tabora hili limewakera, limewaumiza sana, na ndio maana wamemkamata na kumweka korokoroni. Tuandikie maoni yako juu ya sakata hili.